Baada ya sakata la mchezo wa kari ya kodabi kati ya Dyang African dhidi ya Simba Sports kuto kuchezwa siku ya Machi 8 2025, na safari hii serikali imeweza kuingilia ya Yanga African katika meza kupitia baraza la michezo, baraza la sanaa tamaduni na michezo ili kuweza kusopu eh, sakata hili kwamba mchezo wa kale ya kodabi uchezwe au usichezwe. Huku msimamo wa kikosi cha Yanga African mpaka sasa, wanakuambia wao hawapo tayari kucheza mchezo huo kwa sababu eh, mchezo wao walishaocheza siku ya Machi nane walifuata kanuni za, za, za sheria kwamba inabidi wafike uwanjani na walifika, lakini wapinzani wao simba hawakufika. Kwa hiyo msimamo wao ni kuzitaka alama tatu za Simba Sports, huku baada ya Simba Sports kuonyesha dalili ya kugomea mchezo huo TFF kupitia bodi ya